pamoja na ahli zake na masahaba kwa ujumla. Tunarudisha shukurani kwa Allah subhanahu wa taala, Allah aliotuhuisha baada ya kutufisha na kwake tutakusanywa tukiwa leo tarehe ishirini ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1446 Hijria hijiria, yale tutakayokumbushana nayo siku yetu hii ya leo ni kutokamana na muamala ambao kwamba tunatakikana kuamiliana na kuwapatia haki zao wale viumbe ambao wanaitwa khuntha. Uislamu unatupa mwongozo gani juu ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala ambao wana sifa ya khuntha?

umiliki huo ni wa Allah subhanahu wa taala, hakuna mwingine anayeweza kumiliki chochote kinachopatikana mbinguni na ardhini ila Allah subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha, Allah subhanahu wa taala anaumba apendavyo, haulizi. Allah subhanahu wa taala anaumba anazopenda. Ndiyo, katika uumbaji wake Allah subhanahu wa taala utakuta amemuumba mwana Adam, kutoka kutokamana na wawili, baba na mama. Kupatikana kwake mwana Adam ni kupitia kwa baba na mama, lakini pia Allah subhanahu wa taala akamuumba mwanaadamu kupitia kwa baba tu, pasi na mama, ambaye ni mama yetu Hawa. Hakukuwa na untha mwanamke mwana aliyeshiriki ndani katika kuumbwa Hawa, ila ametoka kwa baba mwanamume mwana. kisha katika uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala akajalia Isa bnu Maryam kutoka kwa mama pasi na baba. Kisha katika uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia baba yetu Adam

Kwa hiyo kuna wanadamu ambao wana sifa ya huntha, na huntha kufafanua ni yule mwanadamu ambaye yu kwamba ana jinsia mbili, ana jinsia ya kike na huyo huyo ana jinsia ya, ya kiume, na kuna mwingine ambaye kwamba ana jinsia ya kiume na ya kike, lakini haijulikani ana mili upande gani ambao huu anaitwa huntha almushkil, hajulikani atamili upande gani, huntha almushkil na huntha ghairu mushkil. Kuna huntha yule ambaye ana jinsia mbili lakini inabainika jinsia moja ndio ina nguvu kuliko nyingine. Hukumu ya Uislamu inampeleka kule ambako jinsia ya yake ina nguvu zaidi. Kama mfano ana jinsia mbili, ana ala mbili ya kiume na ya kike. Sasa Uislamu katika kumtizama na kumpa haki zake huyo, unamtizama ni ala gani ambayo anaitumia wakati anapokwenda haja ndogo, anakojoa kupitia wapi? Ikiwa ni kupitia dhakar basi huyu Uislamu utamuweka kwamba huyu ni khuntha muzakkar, ni khuntha ambaye amemili kwa sifa ya kiume. Ikiwa kukojoa kwake unapitia katika farj ya aluntha, basi Uislamu utamweka kwamba huyu ni khuntha untha, ana jinsia ya kike lakini kuna mwingine ambaye anatumia haja yake sehemu zote mbili, katika sehemu ya uume na katika sehemu ya kike. Saa nyingine anakojoa kupitia huku, saa nyingine anakojoa kupitia huku. Huyu ndiye anaitwa kwamba ni huntha mushkil. Sasa huntha mushkil katika Uislamu, ili kupewa haki zake <clears throat> uislam unamtizama huyu katika mambo muhimu ambayo yatakuja baadaye. Unamngojeza iwapo atapatikana katika jamii na mzazi wake afariki, katika hukumu ya haki yake ya kurithi, Uislamu unampatia mirathi ya kiume. Hajajulikana ni mume ama mke, lakini Uislamu utampatia haki yake ya kiume, kisha atangojezwa, atangojezwa mpaka balere. Akisha balere zinatoka sasa. Dalili nyingine za kupambanua kwamba huyu ni mume ama ni mke, kuna dalili ambazo zitakuja za hedhi, hedhi ama dalili nyingine ni ya kutokwa na manii. Hizi ni dalili kubwa za kupambanua kwamba huyu anatoa manii na huyu anaingia katika mwezi. Kwa hiyo atangojezwa mpaka wakati huo, ashangojezwa wakati huo. Ikitokea dalili kwamba anatoka hedhi anapata ada kila mwezi, ile mirathi itachukuliwa, ile ambayo alikuwa amepewa ya kiume, fungu la kiume itachukuliwa, na atagawanyiwa fungu lake la kike ile iliyobaki itagawanyizwa tena kwa wale ambao walikuwa wanastahiki mirathi. Kwa hiyo Uislamu katika kuangazia haki ya huyu khunthal mushkil, kasema katika mirathi, kurithi kwake atapewa fungu la mwanamume mwana. Wala hapewi fungu la mwanamke mwana. Kwa sababu akipewa fungu la mwanamke mwana. Na huu ni khunthal mushkili, kisha baadaye ajadhirike kwamba ni mume, utafanyaje? mali ishagawanywa, kwa hiyo umemnyima haki yake. Lakini ukimpa fungu la mwanamume umeizuia mali, baadaye ikijadhihirika kwamba si mume ni mke, basi lile fungu litapunguzwa atapatiwa fungu lake la mwanamke, na fungu jingine litagawanywa tena upya <coughs> lile lilobaki. Huu ndio mtizamo wa Uislamu katika kuwapa kila mmoja haki yake. Hawa ni viumbe ambao tuko nao, hayaelezi ya kuelezwa ila yanayopatikana katika mujtamaa. Kwa hiyo katika mujtamaa wetu wako watu ambao kwamba wana sifa hizi, vipi tutaamiliana nao katika kuwapa haki zao, kama haki hiyo ya mirathi na haki ya kuwaozesha, haki ya ndoa, na wao wajisikie kwamba wameoa, na wao wajisikie kwamba wana usra familia, wani wa enjoy life na wao. haya yote, Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia kuonyesha qudratihi, uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anaweza kufanya hivi na anaweza kufanya hivi. Yeye ndiye mmiliki kwa yote, sisi hatuna uwezo. Wewe kuumbwa mwanamume si mapenzi yako, hukutaka umbwe mwanamume. Na yule mwingine si mapenzi yake pia, hakutaka niumbwe mwanamke. Na yule mwingine pia hakutaka awe na sifa hizo za kuntha, si mapenzi yake. Haya ni mambo ambayo anayafanya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anaye endesha na anafanya atakavyo. Laiti kama alikuwa mambo yako mikononi mwetu, tufanye sisi vile tunavyotaka basi, kila mmoja miongoni mwetu nafikiria angependa awe katika kabila tukufu la Mtume sallallahu alaihi wasallam, Quraish, awe na nasaba kubwa, lakini hiyo ni mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyeumba kisha ndiye akajalia mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali, sio mapenzi yetu. Ingekuwaje kama alikuwa ni mapenzi yetu, kila mmoja akataka kuwa mahala fulani, mambo yangekwenda ya vipi? Yasingekwenda. Yes, kwa hiyo Uislamu ndiyo dini ambayo inalinda haki ya kila mmoja. Dini yetu tukufu ya Kiislamu tukiangazia vizuri inampa kila mmoja haki yake kulingamana na vile alivyo, vile alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuje katika hukumu ya kuozeshwa huyu mtu ambaye ni huntha almushkil, ama huntha ambaye ghairi mushkil. Ikiwa ni huntha ghairi mushkil, yanajulikana mambo yake yamemili upande mmoja na yakabainika na yakabainishwa na wataalamu, basi Uislamu unatu unatupa ruhusa na unatueleza ya kwamba mtu huyu afanywe afanyiwe matibabu ya operation na apelekwe kule alikomili, baada ya uchunguzi, lakini kupitia madaktari ambao hizo ni taaluma zao atafanyiwa operation na atafutwa sehemu yake ile moja. Kama ni huntha ghairi mushkil, atafutwa sehemu yake moja na itabakishwa moja, na atapewa sifa ya ile sehemu aliyoelekea. Haki za kiume zote atapewa, na ikiwa ni upande wa pili, atafanyiwa operation na ataondoshwa ile sehemu ambayo ni ya kiume itabakishwa ile ya kike baada ya kudhihiri dalili zote na kuproof kutoa ushahidi kamili, madaktari walio na taaluma hiyo kwamba huyu ni mwanamke, anapata hedhi na kuna sifa kadha na vipimo vyao, kila kitu kikahakikisha, atafutwa upande huu na atapelekwa upande wa untha na ataozeshwa, atapata haki yake ya ndoa. Hapa ndipo mahala ambapo Uislamu umetupa ruhusa kubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa taala hapa. Kinyume na hapa, Uislamu haukutupatia ruhusa kubadilisha maumbile, na yule ambaye atabadilisha maumbile pasi na sehemu hii ambayo kwamba imeelezwa, basi huyo atakuwa ni mfuasi wa Iblisi kwa sababu iblisi ndiye aliapa kwa Allah subhanahu wa taala kwamba atakuja kututia ushawishi katika maisha yetu mpaka tubadilishe nini, maumbile aliyotuumba nayo Allah subhanahu wa taala, walaamurannahum falayughayirunna khalqa Allah, kama anavyosema Allah subhanahu wa taala kwamba huo utakuwa ni ushawishi wa iblisi. Yeye ndiye anayeshawishi waja wa Allah Subhanahu wa ta'ala wabadilishe